Kwanza ni kinyume cha sheria mtu kutumia kutumia hiyo picha kwa masuala ya biashara. Kuna sheria inaitwa ya mwaka elfu mbili na nne ambayo inazuia mtu binafsi kutumia picha ya mwalimu Nyerere au ya mzee Karume kwenye masuala ya biashara. Kwa hiyo ni kinyume cha sheria tu, lakini pili ni kwamba mimi, ingawa, ingawa, ingawa sijasikia, sijasikia, ni kwamba ingawa sijasikia sijasikia, ni huo wimbo una una maudhui gani, lakini nafikiri ni kosa ku, kuanza kutumia jina la mtu ambaye yuko duniani huanza kutuma ujumbe fulani ambao unamhusisha yeye. Nafikiri hiyo ni, ni, sio, sio, sio sahihi, ya ana, ya maoni yangu hayo. Kuna hatua yoyote ambayo mtaichukua labda? Ah, sasa nafikiri kama yeye anayasikia haya maoni ye Diamond, na nafikiri ni vizuri tu akabadilisha, akaacha kutumia hiyo picha, akaweka picha ya mtu mwingine au akaweka picha yake mwenyewe. Sio sio lazima ku, kutumia picha ya mwenyewe kwa yu, hatu. Kwa hiyo kama kuna kuna ulazima wa kuchukua hatua yoyote na fikiri yeye mwenyewe tu kwa busara yake angebadilisha hiyo picha akatumia picha nyingine.